Naitwa Mungure na hii inaitwa Mungure TV. Hakikisha umesubscribe. Kwa wale wageni, hakikisha umelike kuonyesha kwamba hii ni video uliyoipenda, ili baadaye zije nyingine nyingi zaidi. Leo tunazungumzia filamu ya Cannibal Holocaust. siku kumi tu baada ya filamu ya Cannibal Holocaust kuachiwa mwaka 1980, Italia, director wa filamu hii Ruggero Deodato Alikamatwa na serikali kwa kudhaniwa kuwa ameuaua kweli washiriki kama ilivyoonekana katika filamu hii. Alifungwa jela, akatoka. Inatisha sana. Imefungiwa hii. Bado ni filamu ya Kiitaliano ya kutisha bora sana duniani hadi sasa. Inaitwa Cannibal Holocaust iliyotoka rasmi Februari 7, 1980, Milan, Italia, chini ya mwongozaji Ruggero Deodato raia wa Italia. Uhalisia uliotumika katika matukio ya kutisha ndani ya filamu hii ulipelekea serikali ya Italia kuamini kuwa filamu hii ni halisi, haikuigizwa na mauaji yaliyofanywa humo yalikuwa ni halisi. Hii ilikuwa ni siku kumi tu baada ya filamu hii kuachiwa. Hii ilipelekea director Ruggero kukamatwa na polisi kwa kosa la mauaji, na ubaya ni kwamba kabla ya kuingia location Washiriki wote walisaini mikataba yenye kipengele cha kutoonekana mtaani ovyo kwa mwaka mzima tangu filamu hiyo itoke, ili kuongeza uhalisia zaidi. Hii ndio iliyochochea zaidi kuamini kuwa jamaa aliwaua kweli washiriki wa filamu hii. Director alienda jela kwa kosa la mauaji ambayo kiuhalisia hakuyafanya, bali ni ufundi tu wa kutengeneza matukio yawe halisi kwenye filamu. Akawasiliana na Luca Barbareshi ili waambie waigizaji wenzake wakatoe ushahidi kuwa wapo hai bila kuongea lolote na vyombo vya habari, kwa kuhofia kuididimiza filamu hiyo sokoni. Wanyama wote waliouliwa katika filamu hii ili kwa kweli kabisa, hiyo haikuwa kuigiza. Baba wa mwigizaji aliyecheza kama Miguel aliuliwa wakati mwanaye huyo akiwa location anaandaa filamu, akaenda msibani na wakaamua waingize kipande hicho kwenye filamu. Kwa hivyo huzuni ya Miguel haikuwa ya kuigiza. Filamu hii ya kutisha imepigwa marufuku kuonyeshwa katika zaidi ya nchi hamsini duniani ikiwemo Italia yenyewe. Faida walioipata ni mara ishirini zaidi ya bajeti walioitumia.